leo ni tariki 6 Januari mwaka 2026, mahali pote ambapo ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usikose kujiabone kwenye channel yetu kulaki, pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vya kawaida vinapatikana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu ya Kusini, ambapo tunapata nafasi ya kuja kabisa na taarifa zetu za habari leo, taarifa zetu za habari zitagubikwa na uchambuzi wetu kabisa uh, kuhusu mizozo tayari ambayo iliweza kuorozeshwa kati ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe pale katika tarafa la Fizi tutaweza kugusia hali halisi ambayo ilitokea pale Misisi Nyamisha ambapo wazalendo wenyewe kwa wenyewe waliweza kuuana kwa risasi bara tu ya kuweza kupigania vizuizi vya kutoza pesa mjini Baraka hiyo mtazamaji mahali pote ambapo lipo na pia tutapata nafasi ya kuweza kuchambua uh, kuhusu kikao ambacho kimefanyika pale Sange eh, na kuweza kuweka viongozi wapya katika grupu ya Kabunambo, takwenda kujua wengi kabisa ambao wameweza kuwekwa na wale ambao waliotolewa, na pia wameweza kuwekwa kupitia faida ya M23 ili watumike kwa faida ya M23. Haya na mengine ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi mahali pote ambapo lipo mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Tunasema asante kwa nyote ambao kila leo kabisa mnakuwa mnaungana nasi na pia mnapata nafasi ya kutoa maoni yenu, na hii tukaribishe moja kwa moja kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za siku ya leo. Tuseme asante kabisa kwa wale ambao wanaendelea kutuandikia. Ikiwa unakuwa na maoni au pendekezo, usikose kabisa kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp ambayo iko hapo chini, moja kwa moja tunaweza tuka kujibu. Tuanze na habari za wazalendo. Mizozo tayari imeanza kuorozeshwa kati ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe huko katika tarafa la Fizi, katika tarafa la Fizi baada tu ya Uvira kuweza kuanguka. Wazalendo waliokuwa katika mji wa Uvira wote waliweza kujikusanya maeneo ya Fizi kuanzia Makobola hadi maeneo ya Misisi na kwenye milima yote ambayo inayoinukia jiji la Baraka, huku tukiorozesha kuwa kuna kuwa na hali ambayo imetokea uh, wiki hii ambapo watu kabisa waliweza kumia, wengine waliweza kufariki kutokana tu na migogoro ambayo iliweza kuzuka kwenye huko kwenye kijiji cha Nyamisha huko maeneo ya Misisi. Habari tulizokuwa nazo zilieleza kuwa baadhi ya wazalendo waliweza kuingilia kati ili kukataa kuweka vizuizi barabarani ambavyo vinaonekana kuwa vinasumbua raia wa maeneo hayo na wengi wao ambao wakipita kwenye vizuizi hivyo wakilipa pesa jambo ambalo kabisa haliweza kukubaliana na baadhi ya viongozi muda mchache baada tu ya kukataa vizuizi hivyo visiweze kuwa hapo kuliweza kuonekana na majibiano ya risasi na pia kuliweza kuorozesha wazalendo ambao waliofariki na pia eh, kuna raia ambao waliofariki. Hii imeweza kuzua kabisa mzozo wa kikabila, huku wakianza kutaja ni kabila fulani ambayo imeanza eh, kuleta mzozo maeneo ya Fizi, huku wengine wakitaja kabila fulani, jambo ambalo kabisa ni la kupinga na ni la kutupilia mbali kwa sababu hii hali iliweza kutokea Uvira na baadhi tu ya M23 inakuwa inatumia mbinu kabisa unganisha wazalendo na inapata nafasi ya kuweza kupenya. Nini mtizamo wa viongozi wa hapa tarafani Fizi? Viongozi wa Fizi wanatakiwa kabisa kuingilia kati unatakiwa kuingilia kati ili kukomesha hali hii ili kuhakaya, kuhamakia hali hii isiweze kuendelea kwa sababu uh, wakati uh, wazalendo wa moja wako kwenye floor uh, wakiendelea kupigana uh, na unasikia wengine huko nao pia wanaanza kuuana wenyewe kwa wenyewe. Haya tuliweza kuyazungumza tena hapo Uvira, kwa sababu kulikuwa na mzozo kabisa ambao uliweza kuibuka wa pesa, kwa sababu wazalendo wengi waliweza kujikiti katika masuala la pesa na wakasahau kwamba wanaweza kupigania raia, wakasahau misio yao. Niliweza kuyazungumza tena hapa asema kwamba ni lazima wazalendo waweze kuwa kwa kitu kimoja pamoja na Fardes kwa kuhakikisha kuwa wanaweza wakazuia hii vagi ambayo inaendelea kutokea mara kwa mara, lakini uh, tuliweza kuyazungumzia uh, ukakuta uh, kunakuwa na zile makoordinasion za, za mingi ambazo ziliweza kuwa create na hizi zikaweza kugawa wazalendo na wakasahau mishoo yao. Ha? kwa kuwa pesa, unasikia pesa zinaenda hivi, pesa zinaenda hivi, pesa zinatolewa hivi, pesa zinaenda hivi, unakuta kunakuwa na ile vibe na watu wanashindwa kuelewa nini wanatakiwa kufanya, na wanasahau mpaka misio yao. Uh, mpaka sasa ukiangalia hata kwenye magrupu kunakuwa zile maudio sasa, ambazo zinaanza kutoka za siri ambazo ziliweza kuwa zikifichwa, na hizi audio ambazo zinaanza kutoka kwa leo hazina faida Unasikia mtu anaanza kujikiti, mimi nimefanya hivi, mimi nimefanya hivi, nimeunganisha wazalendo, mimi nimetafuta pesa hivi. Lakini wakati uh, wazalendo walikuwa pale Uvira, hii haikusemekana. Na kwa leo wazalendo wamegawanyika, wazalendo wametoka Uvira, wamekimbia Uvira. Sasa hizo maudhui zinaanza kuja zinaanza kuja zikisema kwamba mimi ni mtu fulani, mimi nafanya hivi, nilifanya hivi. Kwa nini, wakati wa zamani, wakati Uvira uh, ingali na wazalendo, haukuweza kuzitoa ili kuangalia namna gani hizi mbinu zinaweza kukomeshwa na kuangalia namna gani hali hii inaweza kukomeshwa, lakini ni jambo ambalo lilibaki kimya, ni jambo ambalo halikuweza kufuatiliwa, ni jambo ambalo haliwezi halikuweza kuzungumziwa na baadhi ya viongozi wa wasalimu. Na hii pia ndiyo hiyo ambayo inaanza kushuhudiwa hapa tarafani Fizi. Na hapa Fizi unakuwa majenero wengi kabisa ambao wako hapa ambao wanaendelea kufanya vizuri ambao wanaendelea kuongoza pamoja na jeshi la FDC ili kuhakikisha namna gani wanaweza wakarekiperi vijiji ambavyo tayari vimechukuliwa na M23. Nikitaja hapa kuna kuwa uh, mheshimiwa William Yakotumba iko hapa uh, uh, katika tarafa la Fizi, uh, mheshimiwa Ngoma Nzito iko katika tarafa la Fizi, mheshimiwa uh, uh, Makarakika Sibira John iko katika tarafa la Fizi na majenerali wengine wote ambao siwezi nikamaliza kuwataja wote, wako hapa Fizi na wanajiko santre kwenye milima, uh, ambayo inayoinukia, uh, Uvira, na wako wanaendelea na mapambano kwa sababu uh, chef de l'etat amejidetermine na kusema kwamba ni lazima uweze kukombolewa vijiji vyote ambavyo viliweza kutoka mikononi mwa wazalendo viweze kurudishwa tena, na hiyo ndio objective yake, kwa sababu ukiangalia kila leo anaendelea kujitolea na Uh, wiki iliyopita pale Baraka kulikuwa na forcema ya wanajeshi ambao wanaingia kila leo, ambao wanapata nafasi ya kuja kuangalia namna gani ya kuendelesha mapigano ambayo umesikia mapigano ambayo iliripotiwa pale maeneo ya Makobola, milima yote ya Makobola kule kitu kule Gomba, na nafasi nyingine mpaka pale Katongo mpaka pale maeneo uh, E, ya, ya milima nayo inokia Uvira, pia umesikia mpaka wazalendo wamefika mpaka pale maeneo e, ya Uvira, e, sehemu ya Karigo kulikuwa na milia risasi kwa siku hizi mbili e, usiku e, wa siku e, ya Mungu kuamkia siku ya kwanza jana, tena kulikuwa na milio ya risasi pia ambayo iliweza kuripotiwa pale maeneo. Kwa sababu hiyo ni kuonyesha kwamba wazalendo wanapenda nchi yao, wazalendo wanaendelea kujikiti ili kuangalia namna gani wanaweza kuhakikisha kuwa wamalize mzozo huo ambao umeonekana kuwa swala kubwa kwao, lakini unakuta baadhi ya wazalendo wenyewe kwa wenyewe wanaanza kupigana. Ni jambo la kuweza kuhamakia na kuweza kukata kabisa, hii hali ambayo ilitokea pale Nyamisha isiweze kurudia tena, kwa sababu adui asije kupata nafasi ya kuweza kugawa tena ma wazalendo na kuingilia kati na kuendelesha pia na kazi zake pia katika tarafa la Fizi, e, kumeonekana baadhi ya wanajeshi ambao wako nyuma ya M23. Kwa nini tumezungumza hivi? Tumeyasema kwa sababu uh, siku ya Mungu uh, kuna jeshi uh, kuna mwanajeshi ambaye aliyekamatwa baada tu ya hiyo siku ya tano. Uh, kusikia kwamba kuna kamanda mmoja wa kijeshi ambaye alikimbia mwenyewe baada ya kutaka kushawishi wanajeshi wengine, lakini hii ikawa imeshindikana. uh, hawa wa Huyu mmoja alikimbia yeye mwenyewe ku, nakwenda kujiunga na M23 baada ya kuona kuwa amekula pesa na akafanya ushawishi baadhi ya wajeshi wa umoja, wakaweza kukataa hiyo kwamba wawezi wakarai nasio hawezi wakaacha uh, jeshi la Kongo kwenda kujiunga na adui. Huyo uh, kamanda akaweza kukimbia mwenyewe na kwenda kujiunga uh, na M23. Kwa hiyo kama misheni yake uh, siku ya Mungu kuna mwanajeshi ambaye alikamatiwa uh, pale kwenye bandari ya pale mm, e, Baraka misio yake alikuwa tayari amesha kula pesa za uh, adui. Ni pesa nyingi nyingi mno, kwa sababu zile pesa walizikuta uh, iko nazo na wakazikamata, na walimkuta iko na tafuta usafiri, walimkuta iko na tafuta usafiri ili aweze kwenda Kalemi eh, na kuendelea na safari yake, na hizo pesa walikuwa wamezipewa watu baadhi ya watatu ambao wangepata nafasi ya kushawishi wengine ili wale zile pesa na kuruhusu M23 aweze kuingia Baraka na kuendelea na safari yake mpaka Kalemie, lakini baada tu ya habari ya toute deformation ambayo ili, ilikuja kutokea na kujua kwamba eh, mwanajeshi huyo tayari yuko na zile pesa na aliweza kukamatwa. Na nadhani kwamba kuna video ambazo ziliweza kusirikiliwa kwa group na mliweza kuziona, na namna gani walikuwa wakimoja ule mwanajeshi na mipango gani ambayo ilizungumza na kusema kwamba hapa Baraka kunakuwa tayari na mabomu nyingi ambayo zimeshaingia, silaha nyingi za M23 ambazo zimeshaingia na zinawekwa sehemu fulani. Kwa hiyo uh, jeshi la Kongo linaendelea kuingilia kati kufanya liwezekanalo ili kutafutisha na kujua uh, hizo silaha ziko wapi na kujua zile mabomu ziko wapi na wanani ambao wanaendelea kutumika na M23, na moja kwa moja watakamatwa na watahukumiwa kulingana na sheria eforo e, ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni lazima wazalendo waige mfano, wamuunge mkono pamoja na jeshi la wa wamuunge mkono ili kuhakikisha kuwa wamekomboa vijiji venyu. Ukiangalia e, pale Baraka kuna kuwa naaoema kila siku wako na rafoe e, silaha chakula uh, wanajeshi wanapata mshahara mzuri na pia wanaendelea ku, ku, ku, ku reinforce hata uh, kupitia maji huko zile madrone ambazo ziko zinaingia huko, vitu vingi ambavyo vinaingia, ambavyo vinaweza kuwa, vinaweza kushambulia na adui anaweza kukimbia. Kwa hiyo jeshi la Kongo ni lazima kuweza kuwa makini na hasa uongozi uingilie kati ili kukomesha hali hii. Uh, kunakuwa na changamoto ambayo inatokea baada tu ya, ya wadadisi wa mambo kusema kwamba uh, kwa nini rais iko natumikisha tena majenero iko natumikisha makolonel ambao wenda liwakuta kwenye utawala na hii inaonekana kabisa kuwa ni e, ni pengamizi kubwa kwake, na hii iko natuma misio yake ambayo iko naandaa haiko nafanikisho. Kwa nini asichukue baadhi ya wa lieutenant wa waslietna e, wa kapitene aweze kuwapromouvoir hao ndio washimamie vita ambavyo vinaweza kuwa vinaweza kuleta sura nzuri? Kwa sababu ukikamata uh, sura ya wakolonel wa general uh, ambao wanatumikia serikali wanajua nani aliyowaweka, na wanajua wanatumika kwa faida ya nani. Kwa hiyo wale ukiwapatia msoaji wapigane, huenda hawawezi wakafanikisha mapigano, kwa sababu wako na objective, wako na mtu ambaye aliwaweka we hapo wako na kiongozi wake ambaye alimpromouvoir akamtoa ku uh, kapteni ku lieutenant, ku lieutenant mpaka mpandisha akakuwa colonel. Kwa hiyo iko ngumu sana kutumikia maslahi ya rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, wakati anakuwa uh, na hali ya kujua kwamba aliyemchagua aliyempandisha cheo ni mtu fulani. Ni vema rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo aingilie kati, kuangalia namna gani anaweza kupromouvoir wao wa jeshi wa chini, au au awapromouvoir au wapandishe vyeo na hao ndio wao ambao watakwenda kutetea nasio, wao ndio wataongoza shamba la vita na utaangalia namna gani wanaweza wakafanikisha hii mapigano, kwa sababu ukiangalia viongozi wote hawana lolote wanaolizungumzia kuhusu vita. Wao wanazungumza kuhusu pesa, wanazungumza kuhusu mali, wanazungumza kuhusu uh, kunywa pombe, wanazungumza kuhusu uh, wanawake. Mengine hawajui vita, hawaingilii kati. Unakuta wao tu, masilahi yao ni pesa na nilikuambia kwamba tutachambua kuhusu uh, uh, kikao ambacho uh, kiliweza kufanyika uh, pale maeneo ya Sangi, na pia kumeteuliwa viongozi wapya ambao watakao kabisa tumika kwa maslahi ya M23 ni ndani ya grupuma ya Kabunambu ambao tayari waliweza kuondolewa, na pia kulikuwa na wale ambao pia wamewekwa kwa faida ya M23 na tatu baadhi ya wao waliowekwa ni mmoja wao wa raia wa pale pale maeneo ya kwenye vijiji ambavyo tutakavyotaja. Kwa hiyo kunakuwa na uzushi sasa tayari ambao umeanzishwa na raia ambao wako ukimbizini na wengine ambao wako pale maeneo ya, ya, ya Sange, Ndunda na nafasi nyingine wameanza kupinga na kusema kwamba uchaguzi huo ama, e, nominasio hiyo ambayo ilifanyika hawakubaliani nayo lakini watafanyaje? Wakati wao katika uongozi wa M23 hivi walitaja kwamba katika kibarua hiki ambacho tuliweza kukipata walitaja kwamba kikao hicho kilifanyika siku ya kwanza ya tariki tano Januari mwaka 2025 iliweza kufanyika majira ya saa ine kamili pale Sangi. Kuna uh, hoteli ambayo waliweza kuitaja hapa, lakini sisi hataweza kuitaja hiyo hotel. Na kikao hicho kililenga kubadilisha wa chef de village, pia wa chef de groupement wa maeneo mbalimbali ya pale Kabunambo. Tukianza na habari hizi, tuanze sasa na namna gani list hiyo ilikuwa uh, programe na wale ambao waliotolewa na wale ambao waliowekwa kila nafasi moja. Eh, Kabera Gule kulikuwa kunaongozwa na Papi Kabaka ambaye ameweza eh, kutolewa na kuweza kubadilishwa naye Obedi Mulo na pale maeneo ya Rusabagi kulikuwa na ndugu yetu rangi moja Bishenyera pia ameweza kubadilishwa na ndugu yetu na Lugundu Ruhira. Pale maeneo ya Nyango Susuli, Msomeko aliweza kubadilishwa pamoja na Sadiki Kibengu. Pale Kigurwe, Batampanzi aliweza kutolewa na kubadilishwa na Kachora na Kimuka kuliweza kutolewa Didika na kubadilishwa na Lungere Biriba hawakubadilisha Kabunambo hawakubadilisha Rulimbi e, kulikuwa kuliweza kutolewa kulongwa se na kukabadilishwa na ndugu yetu Msalizi Kasiro katika grupu ma hizo, uh, grupu ma ya, grupu ma ya Kabunambo ambapo kulikuwa kunaongozwa na Mpanzi na pia kumebadilishwa na kukawekwa ndugu yetu Makiri Simon, ambaye amewekwa hapo kwenye vijiji vya Ndunda, uh, pale maeneo ya Kiriama. Hawakuweza kugusa, waliweza kuacha kule maeneo ya Nyamoma na Kimuka, hawakugusa kwa sababu ile vijiji vana vikose grek kama vile ni maaveni. Kwa hiyo wao hawakuweza kugusa kwenye hiyo vijiji, wakawa wameviacha na nini hasa ambayo inaweza kuleta changamoto katika hali hii. Ukiangalia hii mabadiliko ambayo imefanyika uh, baadhi ya raia wengi wananuna, kwa sababu wengi wakianza kumshota kidole muhifu, kwa sababu muhifu yeye ni mtoto wa kule Ndunda, anajua vile vijiji vyote na anajua namna gani uongozi unaoendelea maeneo hayo, amependa kuja kubadilisha na kutia watu wake ambao watatumika kwa faida ya M23, na, na na isiwe kwa faida ya raia, watumike kwa faida ya M23, na. Na hii imeanza kuzua kabisa mzozo maeneo hayo, wakitaja kwamba uongozi huu ambao umeteuliwa raia hawaupendi, lakini watafanyaji? Wakati uongozi e, tayari umesha kuchagua na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa uchambuzi wetu wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa ambayo imesoma kwenu naye e Janvier Emmanuel Kaluhi mtangazaji wako. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea chaneli yetu, usikose kujiabone kwenye chaneli yetu, kulike pia kushare kwa wengine, tunapotoa habari zetu kila leo, wa wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi na wewe, kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa herini.